Msikilizaji wa Gray Simulizi, karibu katika simulizi yako pendwa inayokwenda kwa jina la Baba. Anayekusimulia simulizi hii ni mimi simulia. Usisahau kusubscribe, ku like na ku comment ili kupata mwendelezo wa simulizi zetu kutoka hapa Gray Simulizi. Tuanze na stori yetu katika kisiwa kidogo cha Afrika Mashariki Aliishi baba mmoja aitwaye Rashidi. Alikuwa mume wa mlembo aitwaye Amina na walikuwa na watoto wawili, Salma binti yao mkubwa na mtoto wao mdogo Hamadi. Rashidi alikuwa mjasiriamali wa baharini akifanya kazi kama mbaharia na kusafiri kwenda maeneo mbali mbali duniani. Aliishi maisha magumu lakini alijifunza kazi yake kwani ilikuwa ndiyo njia pekee ya kumudu familia yake. Amina alikuwa mwanamke mwenye ustahimilivu lakini maisha yao hayakuwa rahisi. Rashidi alijua kuwa anapokuwa mbali, Amina alibeba mzigo wa familia. Hakuna aliyekuwa na uhakika ni lini baba angetokea nyumbani, na hata hivyo alijua kuwa alitegemea mume wake kwa ajili ya usalama na faraja. Rashidi alikuwa na safari ndefu za kila mwaka akitoka kwenye bandari ya Dar es Salaam kuelekea nchi za nchi za mbali, kwa miezi mingi akifanya kazi ya usafiri wa mizigo, aliishi maisha ya kimaskini na changamoto za baharini lakini alijivunia kumwezesha mke wake na watoto wake kuishi maisha ya furaha. Wakati mwingine alijua kuwa Amina alikuwa akifanya kazi za nyumbani na alijitahidi kuhakikisha watoto wake wanapata elimu nzuri na maisha bora. Alikuwa na imani kwamba wakati akirejea nyumbani kila kitu kitakuwa sawa, lakini wakati mmoja alijikuta akirudi nyumbani baada ya safari ndefu akiwa na matumaini ya kumkuta Amina akiwa na furaha na watoto wao. Lakini alipofika nyumbani, alijikuta akiwa kwenye hali ya kutokuamini macho yake. Alikuta ny nyumba yao ikiwa kimya, hakuna sauti ya watoto, hakuna vichekesho vya Amina. Alikimbilia ndani kwa haraka, akiona milango ya nyumba ikiwa wazi na alijua kuwa kuna kitu kilichotokea. Alimkuta Amina akiwa na mwanaume mwingine katika kitanda cha ndoa yao, akimwangalia kwa macho ya mshangao na uchungu. Macho ya Rashidi yalijaa hasila huzuni na kutoelewa. Mke wake ambaye alikuwa amempenda kwa dhati alikuwa amemwacha na kuolewa na mwanamke mwingine. Alijua kuwa alikosa kufanya jambo fulani, lakini hakujua ni lipi hasa. Alijua kuwa maisha yao ya ndoa yalikuwa na changamoto, lakini hakuwahi kufikiria kuwa Mke wake angefanya jambo hili kubwa. Amina alijua kuwa alivyofanya ilikuwa ni makosa, lakini alikuwa na udhuru. Alimweleza Rashidi kuwa aliishi peke yake kwa muda mrefu, akahisi kutengwa na mume wake. Aliishi katika hali ya kutokuwa na furaha, akimngojea Rashidi kurudi nyumbani, lakini akakosa ume. Alijivuta mume mwingine ambaye alikuwa karibu naye na kumjali. Msikilizaji wa Gray Simulizi, nikukumbushe kuendelea kusubscribe chaneli yako ya Gray Simulizi ili kupata mwendelezo wa simulizi zetu kutoka hapa Gray Simulizi. Hata hivyo, Rashidi alijua kuwa alikuwa amekosea kwa kutojali familia yake alijua kwamba safari za baharini zilikuwa zikiendelea kuwa changamoto kubwa kwa ndoa yake, lakini hakuwahi kufikiria kuwa Amin angejua kutafuta furaha kutoka kwa mtu mwingine. Aliguswa na huzuni kubwa, lakini alijua kuwa alikuwa na chaguo la kuchukua hatua na kurekebisha mambo. Katika siku chache zilizoendelea, Rashidi alikumbana na hali ngumu. Alijua kuwa alijaribu kila kitu kwa ajili ya familia yake, lakini sasa alijua kuwa aliishi katika kivuli cha upweke. Alijua kuwa familia yake ilikuwa imejengwa kwa mapenzi, lakini aliambiwa na mke wake kuwa aliishi kwa shingo ngumu na alijivuta kwa maslahi yake mwenyewe. Alijua kuwa ingawa alikuwa na uwezo wa waku, kufufua ndoa yake iliyokuwa ni vigumu kumrudisha Amina nyuma. Hali ya kutokuwa na furaha ilikuwa kubwa zaidi. na alijua kuwa kila hatua aliyochukua ilikuwa na matokeo makubwa katika maisha yao. Aliishi kwa huzuni kwa siku nyingi, lakini alijua kuwa maisha haya hayakuwa mwisho wa kila kitu. Katika kipindi cha miezi michache, alijua kuwa alijaribu kuwa mume bora, baba bora, lakini alikuwa amejiweka mbali na familia yake. Aliishi kwa kumlilia Amina, akijua kuwa kumrudisha alikuwa na changamoto kubwa mbele yake aliishi kwa kuzunguka mtaa wa nyumba yao kila siku akifikiria jinsi alivyokuwa amepoteza kila kitu aliye mjali. Ilikuwa ni vigumu kumrudisha Amina, lakini alijua kuwa aliishi kwa matumaini. Aliendelea kufanya kazi ya baharini kumwezesha familia yake kuishi maisha bora. Alijua kuwa alikuwa na nafsi ya kutengeneza maisha yao tena, lakini alijua kuwa kila kitu kilikuwa kimejaa giza kubwa. Hadithi ya Rashidi ilimalizika kwa kumfundisha kuwa hata wakati wa changamoto mapenzi yanahitaji kujitolea na ushirikiano. Hata hivyo alikubaliana na ukweli kuwa Amina alikuwa amem, amemwacha na alijua kuwa wakati wa kurejea kwake ulikuwa umepita, lakini alijua kuwa maisha yake ya ndoa yaliisha kwa machungu. Msikilizaji wa Gray Simulizi, na huo ndio mwisho wa simulizi yako pendwa inaokwenda kwa jina la Baba Mbaharia. Niliyekusimulia simulizi hii ni mimi Gray Simulia, nikuombe usiache kusubscribe ili kupata muendelezo wa simulizi zetu kutoka hapa Gray Simulizi.